Yani nimefurahi nimefurahi sana kuja kunitembelea. Hei, inatakiwa hivyo kwa sababu unapomtembelea mwenzio mnapiga hmm, story, story, story. Mambo, maisha yanaenda. Sasa wewe unakaa tu, jamani. Mnajua kusalimia, kusalimia ni vizuri. Nataka kukutembelea ndugu yangu kwa. Basi rafiki yangu mi kesho nakuja kukutembelea kwako. Usipokuja. Aha, alafu, ukisikia jembe limelia nikapigwa na filimbi jua la mgambo linahusu mkutano wa kesho sio wa kukosa kwa ninavyomjua yule baba na madharau yake sijui kesho itakuwaje nina <laughs> na nina hasira naye kwa fimbo alizonipiga na uzee huu ila <hihi> nilikuwa napigwa bibi gati sio wewe tu angekuwepo vero na watu wake sijui angemkandamizaje huyo baba kwa madharau aliyokuwa anawadharirisha hapo kijijini. <laughs> Tutamuona simba akibanwa na umbwa mwitu, huwa inakuwaje? Hmm. Kwa ninavyomjua yule baba sidhani kama atajishusha hata kidogo. Hivi eh, wewe mzengo nzima amepigwa viboko, kwa nini asijishushe? Tutamuona. Hmm. Basi ngoja tuone kesho. Eh, asante ndugu yangu kwa kuja kunitembea. Nimefurahi. Eh, ah, utafikiri ya, kuna mafuta <laughs> <laughs> <laughs> Basi, sawa, bai, ufike salama. Ah, ya sawa, utakufika majaribu utakosa pa kushika. Oh, Eh. Oh, bamba we Ameamwa kuniletea baraa kweli, kumleta dada yake. Na huyu Selina, akili yake ni kama kichachambwa. Sijui nijifiche, sijui ni wavumilia, lakini hapana. Na wajua akili yao, sikio la kufa haisikiakidawa. Unachokipanda ndio utachovuna. Unajali wanyama kuliko mwanao, baba we, yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. O baba we, oh, hizi hey, hey, mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia, epukarawama baba mwana, sijeshika shati Nipe mtoto elimu, kesho atakusaidia. Mtemi we. Ah, baba. Ah. Safari ya yangi baba. Baba mugeni wenu unaaliza kwa mwako. Niyo ya beredi kiwiza. Na nakabu jumbe kako kako kolomera. Kabu jumbe. Kama yo kawiza baba nuruha mo kabubi. Kabu jumbe kawiza tuhu baba uti kwa bubi. Kamala. Ehe. Ni wirage ruru baba ngunosomarigwa iyola abatutagayagatukesi bisa henaha hamo na nsile ko mikoma munhu wiza ko shidaka bakumanarile haha badebireget u ntemia hari, hari mzee juma usoka shidaka motupandika zuluhu ka mhayo ka wiza tahu baba baraga wasiwasi ebaba tukiaho <laughs> twilomele nayo yn na hene baba Watakuwa hawajarudi toka mda ule nimeondoka. Kwani walikuwa wameenda wapi? Sijui, mi niliwacha wamekaa hapa wanajadiliana mambo yao. Nafikiri huyu mzee hatukuwa mbali, atakuwa mazingira haya haya, maana hapa panaonyesha palikuwa na mtu muda mfupi. Na isitoshe panga lake kaliacha, na yule mzee huwa anatembea na panga kama vile ngozi na mwili. Au yumo ndani? Mzee Benson! Hapana, mm, takua hayupo. Nafikiria kitu huenda, atakuwa shambani, ameenda kuangalia ukubwa wa shamba <laughs> ehe, wameenda kuangalia ukubwa wa shamba la baba yangu mimi au nimfate huko huko shambani? mm -mm. Sikushauri dada, ni afadhali umsubiri hapa hapa nyumbani, maana ugomvi wa nyumbani unanoga kuliko ugomvi wa shambani. Sawa. Sasa basi, siwezi kukaa hapa kuendelea kupoteza muda. Naenda kuendelea na shughuli zangu, ili niweze kulifuatilia hili jambo kwa umakini zaidi, lakini nakuachia ujumbe. Kama utawahi kukutana naye, mimi nitachelewa kukutana naye, mfikishie taarifa hizi, mwambie Selina kasema hivi, aache kufanya anachokifanya. Kama atasubutu kuandikishana uuzaji wa shamba la baba yangu mimi He, hiki kijiji atakiona kichungu. Atajuta kuja kwenye hiki kijiji. Hiki kijiji atakiona kichungu. Huu mji ni wa baba yangu na mashamba yote ni ya baba yangu, hakuna kinachouzika hata hiki kimoja. Fikisha hizi taarifa bila kukosea hata neno moja la sivyo, kuzimpa na muita gereza inanisubiri. Usiache kufikisha hata neno moja kama nitachelewa kukutana naye. Sawa dada, habari atazipata. Eh, mama, una nini leo? toka umerudi ulikokuwa, hauko sawa kabisa. Sasa mama ukiendea hivi, nyumba nye tunaishi wawili, hii itakuwa nyumba kweli au ni pango? Mwanangu, hebukatuwe kwanza hiyo ndoo. ndo yenyewe lita ishirini, si utazidi kuwa mfupi jamani? Halafu mm -hmm, le utapumzika kupika, ntapika mwenyewe <laughs> kwa mawazo hayo ulionayo, so ndokea kwenye jiko la mkaa mama wewe, labda upunguze mawazo <laughs> Kwa hiyo baba aina walo hakuniwira kinihe olina kama yo kibaba kumbuko twizeraha yani ama tukane kariha kutekereka tw ixa rea kuniwira kuli ūyo miri baba akamhayo baba akalīho ntondolile hoibanza lya hazara llīkūhusu ū bebe banhū bingī benhele malalamishi hasi ntondolele hoibanza lya kūhusu bebe kūlwa makala guri bītile ba na nzengo <laughs> <laughs> <laughs>

Neni mpa na chehosha ashikao na kansheme mikoma ashikao yanao na nwitire mikoma ili kusudi oyobo kalo monchocho wakoni faatili ja faatili ja nanshe mikoma ili kusudi tonkaribisha na tena karibisha na kan tulire washikao chakwe nuri warubona kinewo baba yanda okucha saka maka kala ka hali mwana oko thuruche sunyaka kuromba samaha atorwe masumure ili nzengo guria nyama naro ribete rienro zejuma hmm. <laughs> undebire <laughs> baba siza ntemi dizani udebire siza nare wakuj lomba samahu nene hashikao kweli natīnakūgema baba kwinga ha ng'wane na ndezu janeji na nakalombe nsamaha abo nalabasange ho a ha shigasho baba nūūlū batī nalūmila bakūmija bakūmija kila ng'wene takūfwika majalibu ūtakosa bakūshika Usiogope, nimekuja kukupa ujumbe. Kilicho nipata mimi kinaweza kutokea na wewe si, unatongoza madada wenzio? Sik, sikilize, hata kama hivyo ndivyo ama hivyo sivyo, njoo mchukue mtoto wako, kashine kwenu. Wesi bingwa, wesi kijogoo, wesi kidume. Sasa povu la nini? mbona unaboboaje, anakutoka maganda eh? Si unaraha kumchezea, unaraha vilevile nakumlea. Oh boy, hapo unatakiwa uwe mpole. Huu ni ushauri wa bole nakupatia. Uko na wahuni, ukiamua tunaweza tukakutema kaa nyongo. Alafu sikia Sio kwamba kamchezea, walichezeana. Halafu mdogo wako asingekuwa wa kike, akawa wa kiume, askari wetu, sangekuwa wa kike, halafu mdogo wako sangempa mimba. Askari wetu, tumia Kiswahili vizuri. Afu mi naona, mbona mnazungumza tu, mnazungumza pumba, tena pumba mbichi kabisa. Uwezi atakuwashama. Sikiliza wewe, si mbilisi Fido dido kisokoro kunye usiweza kujata, eh? we? kwenye kigenja changu. Wewe utanifanya nini mimi tembo? Utanifanya nini mimi tembo? Eh? Na unajiita mwana isimu. Unakijua sana Kiswahili wewe? Uweza nikakuuliza swali moja tu, unaweza kutupa tofauti kati ya Kiswahili fasaha na Kiswahili sanifu? Ama umekula tu hiyo misuba, umekaa kwenye medula, unaona uko tu saa kuprovoke nonsense. Nisikilizeni, hasa wewe. Njoo kwa Christmas. Kama unataka amani, Amani ya moyo iwe nawe njoo pale nyumbani, mchukue mtu wako, kaishi naye. Nadhani, nadhani unanijua vizuri, tena unanijua vizuri sana, ila nahisi tu kama vile mnataka kuzima data. Eh? Sasa ni hivi, leo nimekuja utemini kwenu hapa, hizi pande zenu, maskani yenu. Sasa siku mjichanganye, mkapita pande zangu, mkakanyaga utemini, mtakuwa mmeyatimba, na hiyo ndio siku mtakapojua kwa nini sungura kisinzia huwa fumbi macho Kimandama chapatuna. <laughs> Oh, another time. We mtoto unaniangaliaje hivi? Mimi mtu mzima unanitoka, na eti <laughs> Temi wakulaga ng'wanaone oyaga ukuhoya na bayanda uyu uhoya na banamhala hangi kaka kamhayo kali kadorolo lakini kali kadima u kuli bebe kakuhusa ng'wana wakwe utedi ulu <laughs> gwenko yani baba lla wizanagwane yanume kujana gwangu okwale gwanenaka na baba tuhoyele gwenko kwa sababu baba naliteseka no ngwanake nalintesa sana nalamula nantwale kushule akasoma ngwana em Temi Mwana wako tedi wali wizaga hena hakwiza ku nilomba Na na kushauli untwale ku shule nagwile baba khusu kus, gwengo njaga maganiko udizeta maganiko gosegose kwinga mungholo yane gete mgati aho yandigije ngholo nalamulaga gete iki gutedia kasome yani mpaka ni myenda ya shule nalagijaga i ntondo liza

colyakuca litigwagavogota ecolehambale ecokwembula uleja limitugo kuliko mwana wako baba o Ntemi oh, baba kupandika makoye ukugaya hakodimae

Ntemi, napoteza mwana kisa mifugo. Elimu ah, bule. Napoteza mwana kisa mifugo, watoto waende shule. Napoteza mwana kisa mifugo, kunapoteza mwana